Natazama, mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Maonyo ya mwisho ya malaika watatu. Januari 12 baada ya hapo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Ufunuo 18 mstari wa kwanza. Malaika anayeungana na mwenzia katika kutangaza ujumbe wa malaika yule watatu ataangazia dunia nzima kwa utukufu wake. Kazi ya ulimwengu mzima na uwezo usioelezeka imetabiriwa hapa. Msukumu wa kiadventista wa miaka elfu moja mia mpaka elfu moja mia ulikuwa na uziilisho wa uweza wa Mungu. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulipelekwa kwa kila kituo cha kimishanali ulimwenguni, na katika baadhi ya nchi husika kukawa na shauku kubwa kuliko zote ambazo zilipata kuwepo katika nchi tangu nyakati za matengenezo ya karne ya kumi na sita. Lakini msukumo mkuu utakaokuja chini ya onyo la mwisho la malaika yule watatu utazidi misukumo yote iliyotangulia. Kazi kuu ya injili haitafungwa kwa udhilisho wa uweza wa Mungu ulio mdogo kuliko ule ulioonekana wakati wa ufunguzi wake. Ule unabii uliotimizwa wakati wa kumwagwa kwa mvua ya awali utatimizwa tena wakati wa kilele cha mvua ya masika. Watumishi wa Mungu, nyuso zao ziking'aa, kutokana na kuwekwa wakfu, watakimbilia mahali mahali, ili kutangaza ujumbe wa mbinguni. Kutokana na sauti maelfu, onyo litatolewa dunia yote. Miujiza itatendeka, wagonjwa wataponywa, na ishara na maajabu vitawafuata uaminio. Ufunuo 13:13. Kwa namna hiyo wakazi wa dunia watafikishwa hatua ya kufanya maamuzi na kuyasimamia. Machapisho mengi yaliyosambazwa na mishanari yameweka mvuto wake, na bado wengi, ambao mawazo yao yaliguswa, yamezuiwa yasielewe kweli kikamilifu au hata kukubali kutii. Sasa miali ya nuru inapenya kila mahali, kweli inaonekana katika uhalisia wake, na watoto wa Mungu walioaminifu wanakata kamba ambazo zimekuwa zikiwashikilia miunganiko ya kifamilia, mahusiano ya kikanisa haviwezi kuwazuia sasa. Kweli ni ya thamani kuliko mengine yote. Ijapokuwa kuna mawakala wengi walioungana kupinga kweli, bado idadi kubwa ya watu wanafanya maamuzi kusimama upande wa Bwana.